Ngapi? Sema, sijawahi kukupigia wewe simu? Ngoja, sijawahi kupigia simu? unanijua mimi, mi ndo mkuu wa wilaya, mkuu wa wilaya shawahi kupigia simu? Sema, sema kwa sauti nishawahi kupigia wewe simu? Ndio. Ipo gari natengeneza ile jamaa, cha maliza balance yangu milioni sita. To ipo pale mwezi mwezi inamaliza. Huyu Mchina, kesi ambayo namwambia ni kesi ya askofu, waliaidiana kutengeneza gari kwa milioni ishirini na sita Askofu ukatoa milioni ishirini na moja zikabaki milioni tano. Ameenda hajaona dalili yoyote ya kutengeneza gari, na mchina ana majibu ya kubabaisha. Wewe watu wa China wenzako wa Beijing construction si ndio wanakudai, wanakudai nini eh? Walikuwa namdai mdai mpaka wa china wenzie huyu eh? Haya, nani Noeli, njoo Huyu unamfahamu? Unamdai? Anakudai nini? Sema. Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya, anasema tu anafanya matengenezo. So ukienda pale ni jambo la ajabu. Hata tukisema hapa, labda tutoke hapa, mwende pale, mtakachoona kwenye ile gari, licha ya kwamba nimemlipa milioni kumi na moja, amna alichofanya huyo mzee. huyu, huyu. wewe unamdai shilingi ngapi? Sema mzee mimi na, namdai kodi ya shilingi milioni ishirini na saba milioni ishirini na saba na kuna wengine wengi wengi hapa. Kuna mawakili wamesimamia kesi za huyu bwana nyingi. Sasa mzee, uko mbele ya Pilato, nimtende nini huyu mtu? Wamekufikisha kwa Pilato. Sasa wewe huwezi ukaja kama mgeni kufanya shughuli hapo, kawa tapeli, unadaiwa kila kona. Alafu vibali vyako vya kuishi viko valid? Hiyo passport yangu nanyi jana wakachukua hapa polisi. Passport yangu ipo hapa polisi. Kiriza huyu bwana, watu wa uhamiaji njo asabu miti pasipoti yake ya kusafiria halafu, nakupa mwezi mmoja, si ndio? Watu wote wanaokudai mambo haya mawili, eiza utengeneze magari yao kwa namna mlivyokubaliana, au utoe fedha waliokupa. Unanielewa? Eh? Sikia. Wao, ukiniletea ujanja nitakuvuruga. Yaani nitakuvuruga kweli kweli mimi. Yaani hii michezo uliozoea sio mimi. Nitakuvuruga kweli kweli wewe. Yo, mzee. Ni sawa ndo mwenye eneo ya hiyo gereji. Yeah. Na mshawahi kukuja ofisini hapa kwa ajili oh, ya yes, ofisi yeye gakata ka -yea, yenye yeye gakata ka umeme na maji, ajalipa mimi mkataba pale, ataka kulipa mimi mkataba, nikajenga pale, ngatumia ni galama kubwa sana kujenga pale. Wanaambia mimi nafunguza mimi kama nani, waambie mimi aondoke kwa na mambo mingi. Kwa hiyo saa nyingine labda tu yenda hata tuweke maana sherehe hiyo, ni haki yangu pia kwa sababu kikuja hapo, naongea hivyo mbele ya serikali, mbele ya mkuu kama hivyo, najua na unaonea, saa nyingine wanaongea nyingine sio ukweli, naongea tu hivyo kwa hiyo kwenye ule mkataba wenu, matengenezo yalikuwa included kwenye mkataba au uliyafanya wewe kwa ajili ya kuboresha kazi yako unayoifanya? Mlikubaliana na mzee kwamba mtatengeneza au utamkata kusa hiyo? Mwenye nyumba yangu hiyo hiyo mshawe kuenda mpaka kwa mkuu wa mkoa Arusha huko Ieye kakata na nye umeme na maji pale, hamna umeme na maji tu, maana kuta magari mengine ambao wanachelewa bia bia, ipo nyingine magari nyingi. Mimi nadai ambao nikatengeneza wao, aila hajalipa mpaka juzi. Ipo kikao kwa mkuu wa mkoa hapo, kafanyia kikao mpaka wanaeleza wanalipa ndani ya wiki mbili, mpaka mwisho mwezi. Kama unajua kwamba gereji yako wamekata maji na umeme endelea kupokea magari yaani, hiyo gari mshaka muda kabla hiyo mzee hajakata hiyo nani, kabla hajakata hiyo umeme na maji. Aya, kwa sababu huwezi kutengeneza magari, tuambie unawalipa lini kwa rudisha. Kwa sababu wameyaleta, hakuna maji na umeme, kwa maana hiyo hujatengeneza na fedha yao unayo tunaomba mpango wa kuwalipa hao watu um, yes. Yani, so okay, okay, so, kwa mfano kama ile gari ambayo wanalipa ile milioni ishirini na moja ile gari imeshatengeneza asilimia zaidi ya asilimia themanini na tano. Kwa hiyo sio kila kitu tu ni mimi, labda tunakuwa na kosa Mzee juzi, si ni kuambia kaangalie, na wale watu walienda wakaangalia, walikuta hiyo gari wametengeneza haijafikia hata asilimia